Eh, hapa e, nipo sehemu nyingine ya Kibia cha tano, Kibia cha tano av wanakujua kule chini kwa marehemu mzee ruhusa e, iko huko na tupo pale unalinda una, una mpunga kwa mbali. Usha ni wazungu naona hapo eh? Watu wako shamba mazea nani, maisha ni raaniaise ani mpaka una, unaona wivu eh? Nasikia andegei ile atmosphere asubuhi kale kabari kabaridi, kabaridi. Eh, unaona mazingira au ni magari eh? au ni mandege sio, au ni mapikipiki kuna kugonga ah, watembea umefunga macho na ule ule njia uikosei. Hey, guys, home is the best, man. Asikwambie mtu, home is the best. Ndio pale ile pale, wacha niwazumwa Unamja a pwani e eh? nyumba za mjua pwani za hapo, mimi ni kwa mbali, mimi niko huko kwa mzee mare mare, mzee kibanda kabisa, suzeni niko huko, lakini hiyo ndio mjua pwani. Yaani kuna baridi katamu na eh, nyumba eh, ya, ya mzee kibanda hiyo. Kwa hiyo nimekuja kulinda ndege hapa na washukulia atimosi ya muone mambo kibani. Home is the best bwana, ndio nyumbani Saudia huko, afu msau kwenu ngal nyumbani, watu wanaendelea mkaa huko, kabla hujaja huko, kisha umepata shamba lako umelima mahindi yako, alafu unakuja unakuja pindele mahindi hapo karibu na kuvunjwa, unakuja jakabi nyumbani bwana. Ukiwa kutokuwa busy ni uvivu wako tu, ardhi ipo mpaka nyuma pale, mihogo unapanda.